Mwaka mmoja na siku tatu baadaye, Wizara ya Ulinzi imetoa ripoti yake kuelezea kilichosababisha helikopta Bell UH-1H Huey kuanguka na kuwa maafisa kumi wa KDF akiwemo mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogolla. Ndege hiyo iliyotengenezwa Marekani ilianguka Aprili 8 kijijini Sindar Tot County ya Elgeyo Marakwet. Ilikuwa ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea hapa nchini iliyowahusisha maafisa wa vikosi vya ulinzi. Ni wanajeshi wawili pekee, Kanali Kasaine Ole Kuruta na Frankfurt Karanja, walionusurika kifo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, injini ya helikopta hiyo ilifeli muda mfupi baada ya Ogolla na wenzake kuondoka eneo la Chesogon alikotumwa na rais kutathmini hali ya usalama bonde la Kerio. Bodi maalum iliyoteuliwa kuchunguza ajali hiyo inasema helikopta husika ilikuwa imekaguliwa na hata kutumika katika safari tofauti za kijeshi na viongozi wa ngazi za juu serikalini pasipo na hitilafu. Ripoti hiyo pia inaeleza maafisa waliokuwa wakiendesha ndege hiyo walikuwa wamehitimu. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa za manusura, ndege ilipoteza uwezo wake muda mfupi na kukosa nguvu za umeme baada ya kupaa. Marubani walijaribu kuidhibiti ila walishindwa. Kwa muhtasari ni kwamba, nikinukuu ripoti hiyo, kwa mujibu wa jumbe muhimu na ushahidi wa manusura, bodi hii inaamini kwamba Bell UH-1H ilianguka baada ya injini kukosa kufanya kazi. Vipengele vingine vilivyochunguzwa na bodi hiyo ni pamoja na hali ya wahudumu wa, wa helikopta hiyo wakiwemo marubani, ukaguzi wa ndege hiyo na mpango wa safari hiyo, na kupatikana kwamba havikuwa sababu ya ajali. Ogola na ujumbe wake walisafiri kutoka uwanja wa ndege wa Wilson, Nairobi, kabla ya kutua Chesitet, Elgeyo Marakwet ili ndege iongezwe mafuta. Baadaye walizuru Kainuk na Chesogon kabla ya kuelekea katika shule ya makurutu wa jeshi wa Singishu, safari ambayo haikutimia. Timothy Simwa, runinga K24, saa moja.